Hujambo, mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko amesema wakati fulani alidhani rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky ni mtoto aliyepewa uongozi, hata na hivyo aligundua baadaye kuwa Zelensky ni mwana haramu. Lukashenko alisema hayo katika mahojiano na mwandishi wa habari wa Urusi Olga Skabeva yaliyochapishwa kwenye chaneli ya Telegram. Mwana mwanahabari huyo alimuuliza Lukashenko mustakabali wa Zelensky na kujibiwa, Volodymyr Zelensky alikuwa kama mtoto wangu, lakini anayefanya mambo kama mwana haramu, Lukashenko alisema bila kufafanua zaidi. Hapo awali ametumia maneno makali kuelezea maamuzi ya Zelensky akimshutumu kwa kujaribu kuingiza Belarus katika mzozo wa Kiev na Moscow mnamo mwaka 2023 baada ya ndege ya uchunguzi wa Urusi A-50 kupata uharibifu mdogo katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani kwenye kituo cha wanahewa cha Belarus. Lukashenko alisema shambulio hilo lilifanywa na magaidi walioajiriwa na idara ya ujasusi ya Ukraini SBU na kumwita Zelensky kama uchafu. Zelensky amekuwa Belarus akipendekeza mkataba wa kuzuia uchokozi unaoungwa mkono na umoja mataifa kati ya Kyiv na Minsk, wakati huo huo anaunga mkono operesheni za kigaidi. Ninajua anataka kutuingiza kwenye vita dhidi ya utaratibu wa Wamarekani, alisema Lukashenko. Lukashenko alisema alikuwa ameionya Kyiv kuhusu matokeo yanayoweza kusababishwa na mabadiliko ya uongozi nchini Marekani na kuongeza kuwa Zelensky alipaswa kujadiliana juu ya usitishaji vita muda mrefu uliopita. Alivuta kumbukumbu kumbu pevu na kusema kuwa aliwahi kumwambia Zelensky mwaka elfu mbili na mbili kutafuta njia ya haraka ya kumaliza mzozo uliopo. Nilimwambia, kumbuka, hii ni hali ya kawaida, kesho uongozi wa Marekani utabadilika na wewe utakuwa wapi? Wakati huo lukashenko alisema chini ya utawala wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, Washington ilikuwa mfuasi mkubwa wa Ukraine ikitoa mabilioni ya msaada wa kijeshi. Rais wa Marekani Donald Trump amemkosoa Zelensky kwa kukosa shukrani kwa Marekani na kumshutumu kwa kukataa kutekeleza azimio la amani na Mosco. Wiki hii Marekani na Ukraini zilitoa taarifa pamoja ikipendekeza kusitishwa kwa mapigano kwa siku 30 baada ya mazungumzo nchini Saudi Arabia. Pendekezo hilo lilifuatia majadiliano ya ngazi ya juu kati ya wajumbe wa Urusi na Marekani mjini Riyadh pamoja na Ankara. Siku ya Alhamisi, mjumbe maalumu wa Marekani Steve Witkoff alisafiri kwenda Moscow kuwasilisha rasmi maelezo ya mpango huo kwa maafisa wa Urusi. Katika mkutano na waandishi wa habari baadaye siku hiyo, rais wa Urusi Vladimir Putin aliita wazo la kusitisha mapigano kuwa wazo zuri, lakini akataja masuala kadhaa ambayo yangepaswa kushughulikiwa kabla ya kuingia katika usitishaji huo. na Marekani imeanzisha mashambulizi ya anga ya nguvu dhidi ya waasi wa Huthi nchini Yemen, rais Donald Trump amesema, akitaja sababu ya mashambulizi ya ku hilo la waasi dhidi ya meli katika bahari ya Sham. Wakifadhiliwa na Iran, majambazi wa Houthi wamerusha makombora kwa ndege za Marekani na kulenga wanajeshi wetu na washirika wetu, Trump aliandika kwenye jukwaa lake la kijamii la Truth na kuongeza kuwa uharamia, vurugu na ugaidi wao umegharimu mabilioni ya dola na kuweka maisha ya watu wengi hatarini. Wizara ya afya inayoongozwa na Huthi imesema takriban watu 15 wameuawa na wengine tisa wamejeruhiwa katika mashambulio hayo. Kundi hilo ambalo lilianza kulenga meli kujibu vita vya Israel na Hamas huko Gaza lilisema vikosi vyake vitajibu mashambulizi hayo ya Marekani. Na mazungumzo ya kurefusha muda wa usitishaji vita wa Gaza yameshindwa kufikia makubaliano afisa mmoja wa Palestina amesema huku Marekani ikishutumu Hamas kwa kutoa matakwa yasiyowezekana kabisa katika mikutano nchini Qatar. Wapatanishi wamekuwa wakijaribu kutafuta njia ya kusonga mbele baada ya awamu ya kwanza ya mapatano ya muda kumalizika tarehe moja Machi, Marekani ikipendekeza kuongeza muda wa awamu ya kwanza hadi katikati ya mwezi wa Aprili, ikiwa ni pamoja na kubadilishana zaidi mateka wanaoshikiliwa na Hamas na wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel. Lakini afisa wa Palestina anayefahamu ma mazungumzo hayo ambaye hakutaka jina lake litajwe alisema Israel na Hamas hazikubaliani juu ya vipengele muhimu vya mpango huo uliowekwa na mjumbe wa Marekani mashariki ya kati Steve Witkoff katika mazungumzo hayo yasiyo ya siyo moja kwa moja siku ya Jumamosi. Ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ilisema Israel iko tayari kuendelea na mazungumzo na Hamas kuhusu kurefusha usitishaji wa mapigano huko Gaza. Maoni hayo yanakuja baada ya Netanyahu kukutana na wasaidizi wakuu wa maafisa wa usalama. Ofisi yake ilisema uamuzi huo ni jibu kwa kile Israel ilichokisikia kutoka kwa Patanishi wa mapendekezo ya Marekani kwa mateka 11 naoishi wa Israeli kuachiliwa na miili ya nusu wa mateka waliofariki. Na waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ametuma ujumbe akisisitiza kuwa Marekani haina haki ya kupangia taifa hilo kufuata siasa za aina gani za kigeni. Said Abbas Arkachi ameandika hayo katika ukurasa wake wa X na kuongeza kuwa Marekani haina haki yoyote ya kuipangia Iran kufuata siasa gani ya kigeni. Hayo yalimalizika tangu mwaka 1979 baada ya kupatikana ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran na kuundwa kwa Jamhuri ya Kiislamu. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran amesema, mwaka jana Rais Biden aliupa dola bilioni 23 utawala wa Israel, na matokeo ya msaada huo wa Marekani ni kwamba Wapalestina zaidi ya elfu 16 wameuawa, na hivi sasa dunia inailaumu Marekani kuwa ndiye muhusika wa jinai hiyo ya kutisha. Katika ujumbe wake huo kwenye mtandao wa kijamii wa X, waziri huyo wa Iran amewahutubu viongozi wa Marekani ambia komesheni kuunga mkono mauaji ya kizazi na ugaidi wa Israel, acheni kuua raia wa Yemen. Awali Saidi Abbas Arigachi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, alikuwa ameandika katika ujumbe wake akijibu matamshi ya vitisho vya Trump kuhusu kuilazimisha Iran kufanya mazungumzo: mazungumzo ni tofauti na utumiaji wa mabavu na kushurutisha. Hatutafanya mazungumzo chini ya mashinikizo na vitisho. Mazungumzo kama hayo hayafai hata kujadiliwa, haijalishi ni mada gani ya kujadiliwa, amesema waziri huyo